Shalom kwako mwana na urithi wa Mungu Baba katika Kristo Yesu, nakukaribisha tena katika kipindi cha Singing In The Spirit. Mwana wa Mungu, siku ya leo nimekuletea shuhuda za wana wa Mungu ambao wameeshia pamoja nasi. Kama ambavyo tunajua kwenye kitabu cha Isaya sura ya 61 neno la Bwana linatuambia kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu kwa maana Bwana amenitia mafuta ili kuwahubiri wanyenyekevu wa habari wa njema. Bwana hakika amehubiri habari njema kupitia kipindi hiki cha Singing In The Spirit, nasi tunao shuhuda za wana wa Mungu ambazo zimetufikia katika madhabahu hii ya Sonship Spirit TV. Mwana wa Mungu, kuna mwana wa Mungu alishare pamoja nasi baada ya kuwa ametazama kipindi hiki akasema kwamba yeye alikuwa amepata changamoto ya namna ya kupangilia mambo yake, alikuwa hajui aanze na kipi amalize na kipi. Lakini kama tunavyojua kwamba Kristo Yesu ndani yetu ni msingi na ni hekima ya Mungu baba ndani yetu toka katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 30. Hakika, wakati anatazama kipindi cha Singing the Spirit, kupitia Sonship Spirit TV, wakati anaomba pamoja nasi katika roho, basi Roho Mtakatifu alimthibitisha mwana huyu katika utulivu na katika hekima ya Kristo ndani yake. Ina maana huyu mwana wa Mungu alithibitika katika hekima ya Yesu Kristo. Hakika tunamshukuru sana Bwana Mungu kwa ajili ya mwana huyu wa Mungu ambaye ameshuhudia kwamba hakika Bwana amekuwa mwema na ameuona uaminifu wa Mungu Baba katika neno lake alilotuambia kwamba hakika, tunapoomba katika roho, tunapoimba katika roho, tunathibitishwa katika hekima ya Mungu Baba. Na mwana wa Mungu mwingine naye, tunayo ushuhuda ulitufikia kwamba huyu alitushirikisha, alikuwa na tatizo la ngozi na alivyoshea pamoja nasi jambo lake, tukaomba pamoja naye na Mungu amekuwa mwaminifu sana kwake, kwani alimponya ngozi yake. Alikuwa anatamani kwenda kuwaona maspecialist kutoka katika hospitali ya KCMC, lakini baada ya kuwa ameshia na sisi, tukamwambia Kristo Yesu ndiye uzima wako, kwa sababu kwa kupigwa kwake umeshapona. Mwana huyu wa Mungu alithibitishwa katika uponyaji wa Mungu Baba katika Kristo Yesu, nasi tunamshukuru Mungu pamoja naye, kwa sababu Zaburi ya 107 mstari wa 20 inatuambia kwamba Kristo Bwana analituma neno lake na anatuponya anatutoa katika maangamizo. Hakika mwana huyu wa Mungu Ameponywa kabisa. Ngozi yake iko huru na upendo wa Mungu Baba umethibitika kwake. Kuna mwana wa Mungu pia mwingine ambaye alitushirikisha kwamba napotazama kipindi hiki cha Singing In The Spirit, anapata tumaini ndani yake. Na hakika ni kweli wa First Peter moja ms sura ya kwanza mstari wa tatu inatuambia kwamba Kristo Yesu ni tumaini lenye uzima ndani yetu. Mwana huyu wa Mungu pia naye amepata tumaini baada ya kuwa anaendelea kutazama kipindi hiki kila siku anasikia kutiwa tumaini ndani yake, anasikia kutiwa moyo ndani yake. Hakika tunamshukuru Mungu kwa ajili ya impact ambayo tunaiona, tuna watu wanaotazama kipindi hiki wamethibitishwa katika utulivu wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa ajili ya shuhuda hizi za wana wa Mungu ambazo zimetu, zimetufikia katika madhabahu hii. Mwana wa Mungu, nipende kukaribisha na wewe pia mwana wa Mungu ambao umekuwa ukitazama na kufuatilia kipindi hiki, endelea kushare nasi ushuhuda na shuhuda za Bwana wetu Yesu Kristo kwani ushuhuda na shuhuda za Bwana wetu Yesu Kristo ni roho ya unabii, kama kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 19 mstari wa 10 inavyotuambia kwamba hakika ushuhuda wa Yesu Kristo ni roho wa unabii. Nasi tunatamani kusikia sana kutoka kwako mwana wa Mungu, jinsi gani ambavyo Bwana anaendelea kuhudumia kadri ambavyo unatazama na unajifunza kupitia kipindi hiki. Lakini pia natamka ikathibitike kwako, kama ambavyo uliona watu wanatangaza, wamepata uponyaji, wamethibitika katika hekima ya Mungu, wamethibitishwa katika pumziko na tumaini la Yesu Kristo ikawe kwako kwa kama ambavyo na wewe umetazama na umeangalia shuhuda hizi, kwani ushuhuda wa Yesu Kristo ni roho wa unabii. Karibu tena, mwana wa Mungu, kuendelea kutufuatilia kupitia vipindi vyetu ambavyo tunashare pamoja nawe katika Sonship Spirit TV, lakini unaweza ukatuangalia katika social media kama Facebook, Instagram pamoja na mtandao wa TikTok kwa jina la Singing in the Spirit Media, lakini pia mwana wa Mungu, tutumie email kwa njia ya email ya singingthespirit24@gmail.com lakini endelea pia kufuatilia vipindi hivi, endelea kushia na wana wa Mungu wengine wote, tukazidi kukua na kunufaika katika injili hii ya Yesu Kristo ambayo tunaipokea kupitia madhabahu hii. Mwana wa Mungu, je, unafahamu kwamba unapotazama kuangalia na kujifunza kipindi hiki cha Singing in the Spirit unapokea majibu ya maombi yako? Basi kipindi hiki kimebeba majibu yako ambayo unayahitaji, majibu ya mwana wa Mungu mwenzako na majibu ya rafiki yako. Hebu mshirikishe hizi habari njema, na endelea kutazama hizi shuhuda ambazo ninashare na wewe katika siku ya leo, ili na wewe ukathibitike katika majibu ya mahitaji yako. Kristo Yesu anajibu mahali hapa, hakika. Singing in the Spirit, god is at work.